Bwana, leo Tanzania imepokea taarifa ya huzuni sana. MC wa taifa, MC Pilipili amefariki dunia. Moja kati ya taarifa ambazo ukiletea unaweza ukastuka na kujiuliza je, ni kweli, lakini hizi taarifa zilizotokea ni za kweli kabisa na za kusikitisha mno, ni kwamba MC na mchekeshaji maarufu nchini Tanzania, MC Pilipili, taarifa zilizotufikia kwamba amefariki dunia. Taarifa zinaeleza kuwa mchekeshaji na mshereheshaji huyu maarufu Tanzania, Emmanuel Mathias almaarufu kama MC Pilipili amefariki ghafla mchana wa leo, Novemba 16, 2025. Taarifa zinaeleza kuwa MC Pilipili alisafiri kuelekea Dodoma ambapo jioni ya leo alitarajiwa kwenda kufanya kazi yake ya ushereheshaji jijini humo, lakini akafikwa na umauti. Mganga mfawidhi wa hospitali ya General Dodoma, Ernest Ibenzi, ambaye amethibitisha taarifa hizo na kueleza kuwa MC Pilipili amefikishwa hospitalini hapo akiwa tayari amefariki dunia. Taarifa hizo zinasikitisha mno. MC Pilipili moja kati ya MC nguri sana, kama ambavyo tumezungumza kwa kifupi. MC Pilipili alizaliwa mtaa Airport Dodoma mnamo tarehe moja mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano akiwa ni mtoto wa pili wa Bwana Mathias Matebe na Bi Mariam Matebe. Emmanuel alianza elimu yake katika shule ya msingi Kiwanja cha Ndege ambapo alisoma mpaka darasa la nne na kuhamia shule ya msingi Pagala ambapo alimaliza elimu yake ya msingi hapo ya mnamo mwaka elfu mbili. Akiwa shule ya msingi kijana mdogo na mchesha, alijihusisha na maswala ya uchoraji, uimbaji na hata kucheza muziki, ingawa alikuwa na ndoto za kuwa mwandishi wa habari. Hayo ni machache kumuhusu MC Pilipili pili, lakini kadiri muda unavyokwenda tutakuletea updates na mambo mengi ambayo yanaendelea kuhusiana na taarifa za msiba huu. Endelea kutufuatilia, sisi ni Matukio Online TV.